Bilionea alimwacha mpenzi wake mjamzito wa kijijini kwa sababu hakuwa na elimu, baadaye akajuta. Kijiji cha Embu, asubuhi ya baridi ilitulia kana kwamba dunia ilisimama kusikiliza kilio cha mwanamke mmoja. Amina alisimama pembeni ya barabara ya vumbi, mkono mmoja ukishika tumbo lake lililojaa nimba ya miezi saba, mwingine ukishikilia simu iliyokuwa kimya. Macho yake yalikuwa mekundu, si kwa kulia tu, bali kwa maumivu ya kuachwa bila majibu. Mbele yake gari jeusi la kifahari lilikuwa tayari kuondoka. Ndani yake aliketi Moses Karanja, mwanaume aliyekuwa akipanda ngazi za mafanikio kwa kasi: miradi ya real estate, mikataba ya investment, akaunti za banking zilizojaa namba. Lakini leo moyo wake ulikuwa mzito kuliko pochi yake. Amina, nimekuambia, Moses alisema kwa sauti iliyojaribu kuwa tulivu. Maisha ninayoelekea hayaruhusu mizigo. Mizigo? Amina aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Mtoto wako ni mzigo? Moses aligeuza uso, macho yake yakakwepa macho ya Amina. Huna elimu, hujui dunia yangu. Sitaki kashfa. Gari lilipoanza kusogea, Amina alibaki amesimama, vumbi likimfunika polepole pole. Hakujua kuwa siku hiyo ingeweka mbegu ya majuto ambayo Moses angebeba maisha yake yote. Nairobi ilimpokea Moses kwa mikono miwili jiji la Westlands lilikuwa kama jukwaa lake jipya ofisi yake ilitazama barabara yenye shughuli na kila simu aliyopokea ilihusu mikopo ya biashara bima au miradi mikubwa ya uwekezaji lakini usiku ulipofika ukimya ulimrudisha kijijini Embu alijaribu kujituliza kwa mantiki nilifanya uamuzi sahihi alijiambia maisha ya juu yanahitaji mtu wa kiwango changu marafiki wake walimpongeza umejinasua alisema Peter, mshirika wa biashara. Mwanamke wa kijiji angekuvuta nyuma, akaongeza mwingine Moses. Alitabasamu, lakini moyoni alihisi ufa. Alipoangalia picha ya ofisi yake aliona mafanikio, lakini alipofumba macho aliona Amina akishika tumbo lake, macho yakiwa yamejaa maswali. Alijaribu kumtumia pesa, akaweka kiasi kikubwa kwenye akaunti ya mpito. Hakupata jibu. Labda amehamia, alijiambia hakujua kuwa Amina alikuwa ameapa jambo moja: asingepokea chochote kutoka kwa mwanaume aliyemuacha bila heshima kijijini. Embu maisha hayakusimama. Mama Wanjiku, jirani wa Amina, alimkaribisha nyumbani kwake. mtoto si laana, ni baraka, alimwambia. Amina alijifungua mtoto wa kiume aliyempa jina Baraka. Alipomshika kwa mara ya kwanza, machozi yalitiririka, si ya huzuni tu, bali ya nguvu mpya Nitakulea kwa jasho langu, alimnong'oneza. Alianza kazi ndogo ndogo, kuuza mboga, kupika kwa hafla, kushona nguo rahisi. Pole pole alijiunga na kikundi cha wanawake waliokuwa wakijifunza kuhusu akiba, mikopo midogo na uendeshaji wa biashara. Hakuwa na elimu ya darasani, lakini alikuwa na akili ya maisha. Miaka ilipopita, Baraka alikuwa mwanaume wenye nidhamu na akili. Amina alipanua biashara yake hadi duka dogo la chakula Akaanza kuweka akiba benki ya kijiji. Watu walianza kumheshimu. Kila alipoulizwa kuhusu baba wa mtoto, Amina angetabasamu tu. yuko mbali, angesema. Ndani ya moyo wake alijua siku moja ukweli ungejitokeza, lakini si kwa haraka. Miaka 20 baadaye, Moses alikuwa jina kubwa Kenya nzima. Magazeti yalimwandika kama mfanyabiashara mwenye portfolio ya investment, majengo na kampuni za bima. Alikuwa na kila kitu isipokuwa amani. Daktari alimwambia ukweli mchungu. Afya yako inahitaji upumzike. Msongo wa mawazo unakuua. Usiku mmoja akiwa peke yake kwenye nyumba yake ya Karen, alipata ndoto ile ile. Amina, akiwa kijana akimwangalia kimya. Ndoto ilimfanya amke akiwa chokefu. Alimtafuta tena. Safari hii hakutuma pesa, alitaka majibu. Alikodi mpelelezi mdogo wa kijijini. Anaitwa Amina na mtoto wake, Sema. Moyo wake ulidunda alipogundua bado anaishi Embu. Nimechelewa, aliuliza kwa sauti ya chini. Kwa mara ya kwanza Moses alihisi hofu ambayo pesa haiwezi kununua, hofu ya kukutana na matokeo ya uamuzi wake wa zamani. Safari kurudi Embu haikuwa ya kawaida. Barabara ile ile aliyowahi kuiacha kwa kiburi sasa inaonekana ndefu. Alipofika kijiji kilikuwa kimebadilika, kulikuwa na maduka, shule na shughuli. Alisimama mbele ya duka lililoandikwa Amina Foods and Catering. Alishangaa, akaingia taratibu. Mwanamke aliyesimama nyuma ya kaunta alikuwa mtulivu mwenye kujiamini. Alimwangalia kwa sekunde chache, kisha akatambua uso aliokuwa ameuzika moyoni miaka mingi. Moses, alisema kwa sauti tulivu. Amina, alijaubu kwa sauti iliyovunjika. Kabla hajaongea zaidi, kijana mrefu aliingia. Mama, nimerudi kutoka shule, alisema Moses alihisi dunia ikimzunguka. Macho ya kijana yalifanana na yake. Jina lako nani? Moses aliuliza kwa shida. Baraka, kijana alijibu. Ukuta wa siri ulianza kupasuka, lakini ukweli wote bado ulikuwa umefichwa. Amina alikuwa na jambo moja la mwisho, lingebadilisha maisha ya Moses kabisa. Kimya kilitanda ndani ya duka. Baraka alisimama pembeni, hakujua kwa nini macho ya yule mgeni yalikuwa mazito namna ile. Amina alifuta mikono yake kwenye apron akavuta pumzi ndefu. Moses, umekuja kwa nini sasa? aliuliza kwa sauti tulivu lakini kali. Sikujua, sikujua hata nianze wapi, Moses alisema. Nimekuja kuona kama bado niko na nafasi ya kuzungumza na wewe. Baraka aliangalia mama yake. Mama, ni nani huyo? Amina hakujibu haraka. ni mtu wa zamani, alisema hatimaye Moses alihisi neno hilo likimchoma. Mtu wa zamani, ndiyo nafasi aliyojipa mwenyewe. Tafadhali, Moses alisema, naomba nizungumza na wewe peke yenu. Amina alimwangalia Baraka. Nenda nyumbani, nitakuja sasa hivi. Baraka alitoka, lakini macho yake yalijaa maswali. Alipoondoka, Amina alimkabili Moses moja kwa moja. Miaka ishirini, Moses alisema miaka ishirini bila hata kuuliza kama tuko hai, nilikosea, nilikiri, lakini niko hapa sasa. Amina alitikisa kichwa. Kuchelewa pia ni uamuzi. Walikaa nje ya duka chini ya mti wa mwembe. Kijiji kilikuwa kimya, lakini ndani ya mioyo yao kulikuwa na kelele. Moses, Amina alianza, ulipoondoka nilikuwa peke yangu hakuna pesa uliotuma iliyoweza kunifuta machozi. Nilituma kwa sababu nilidhani ningeweza kurekebisha kwa fedha, Moses alisema. Sikujua kuwa heshima haununuliwi. Amina alitabasamu kwa uchungu. Nilijifunza kitu kimoja, alisema, elimu si darasa tu, ni jinsi unavyomthamini mtu. Moses alinyamaza. Alikuwa amezunguka dunia lakini hakuwahi kufundishwa somo hilo. Na Baraka? Moses aliuliza kwa sauti ya chini, je, anajua anajua? baba yake hayupo Amina alisema, lakini hajui kwa nini. Moses alishika kichwa chake. niko tayari kuchukua jukumu Amina alisimama, hilo si jambo la kusema kwa mdomo ni la kuthibitisha kwa muda. Alimwacha hapo chini ya mwembe, Moses akiwa peke yake na uzito wa maneno aliyoyasikia. Siku zilizofuata Moses hakurudi Nairobi. Alikaa Embu kwenye nyumba ndogo ya wageni. Alianza kumwangalia Baraka kwa mbali, akiondoka shule, akicheka na marafiki, akimsaidia mama yake dukani. Aliona akili, nidhamu na heshima, kila kitu alichothamini lakini hakukipa nafasi zamani. Siku moja, Baraka alimkuta Moses amekaa kwenye benchi karibu na uwanja wa shule. Unanijua? Moses alijibu ninakujua zaidi ya unavyodhani. Baraka alikaa pembeni yake. watu wanasema unamjua mama yangu, ni kweli? ni mwanamke mwenye nguvu sana. Baraka alitabasamu kwa uchungu. nataka kusoma biashara nikiwa mkubwa nimsaidie mama. Moses alihisi kifua chake kikiuma. Huyu alikuwa mwana aliyemkosa. ukihitaji msaada wowote wa masomo, nipo. Baraka alishangaa kwa nini unijali? Moses hakujibu, alijua bado hajapata haki ya kusema ukweli. Habari zilienea kijijini haraka, bilionea amerudi. Watu walinong'ona, wengine walimhukumu, wengine walitamani kusaidiwa. Mama Wanjiko alimkabili Amina, aliuliza, moyo wako unasemaje? Amina alikaa kimya kwa muda, alisema, moyo wangu umepona. Sasa nauliza akili yangu. Moses aliamua kufanya jambo bila kujitangaza. Alikarabati shule ya kijiji, akaweka vifaa vya kujifunzia, akaanzisha mpango wa ufadhili wa elimu bila jina lake kuandikwa popote. Baraka aliona mabadiliko. Mama huyu mzee si mbaya. Amina alimtazama mwanawe, alimwambia, wema wa leo hauondoi makosa ya jana. Lakini usiku Amina alilia kimya kimyakimya, sio kwa sababu ya Moses, bali kwa sababu Baraka alikuwa anauliza maswali mengi zaidi, na siri aliyokuwa ameibeba miaka ishirini ilikuwa inaanza kumlemea. Siku ya wazazi shuleni ilifika. Baraka alimwomba Amina afike mapema. Moses pia alifika, akikaa nyuma bila kujitambulisha. Mwalimu alipouliza wazazi wasimame, Baraka alisimama peke yake. Baba yangu hayupo lakini mama yangu anatosha. Maneno yale yalimgonga Moses kama radi. Amina alifunga macho. Baada ya tukio, Baraka alimkabili mama yake. Mama, nataka kujua ukweli. Amina alijua muda umefika. Alimwangalia Moses aliyekuwa mbali kidogo. Kesho, Amina alisema, kesho nitakwambia kila kitu. Moses alisikia maneno hayo na moyo wake ukadunda kwa kasi. Kesho haikuwa siku ya kawaida, ilikuwa siku ambayo ukweli ungewekwa wazi, siyo tu kwa Baraka bali kwa kila mtu, na ukweli huo ulikuwa na uwezo wa kupona au kuharibu kila kitu. Asubuhi ilipofika, Amina aliandaa chai kimya kimya. Baraka alikaa mezani, macho yake akimwangalia ya mama yake kwa makini kuliko kawaida. Mama, alisema taratibu, uliahidi kuniambia ukweli. Amina aliketi, mikono yake ilitetemeka kidogo, si kwa hofu, bali kwa uzito wa miaka aliyobeba moyoni. baba yako alianza, alikuwa mtu niliyempenda sana, lakini alipochagua maisha yake, alinichagua nisiwe sehemu yake. Baraka alinyamaza. ni yule mzee? aliuliza. Amina akatikisa kichwa. Ndiyo, kimya kizito kilijaa chumba. Baraka alisimama akatembea hadi dirishani. Kwa nini hakurudi? aliuliza bila kugeuka. Kwa sababu hakuwa tayari kuwa baba, amina alisema kwa ukweli, na sikutaka akurudie kwa huruma. Baraka aligeuka, macho yake hayakuwa na hasira bali maswali. na sasa? aliuliza. Amina alitabasamu kwa uchungu. Sasa ukweli uko mikononi mwako. Moses alisimama nje ya duka akisubiri hakuwa amevaa suti safari hii bali shati rahisi. Alijifunza kitu kidogo, embu unyenyekevu. Baraka alitoka, uso wake ukiwa mgumu kusoma. wewe ni baba yangu, aliuliza moja kwa moja. Moses hakukimbia hakujitetea. Ndiyo, alisema, na najua nimechelewa. Baraka alimtazama kwa muda mrefu. uliacha mama yangu akiwa mjamzito, alisema, kwa nini Moses alishushanya macho. kwa sababu nilikuwa mjinga, nilidhani pesa ni kila kitu. Baraka akakaza taya. sihitaji pesa zako, alisema nilihitaji uwepo. Maneno hayo yalimuumiza Moses kuliko hasara yoyote aliyowahi kupata. niko tayari kujifunza, Moses alisema, hata kama utanikataa. Baraka alinyamaza. sitakukubali leo, alisema, lakini nitakuangalia kwa Moses hilo lilikuwa tumaini la kwanza baada ya miaka ishirini. Siku zikapita. Moses hakulazimisha, alihudhuria mikutano ya kijiji, akaendelea kusaidia shule, akaishi kama mtu wa kawaida. Watu walimwona tofauti. Huyu si yule tuliyemsikia zamani, walinong'ona. Amina alimwangalia kwa mbali. Hakuwa kipofu kwa mabadiliko, lakini hakuwa mwepesi kusahau. Mtu hubadilika alimwambia mama Wanjiku, lakini maumivu hubaki. Siku moja Baraka alipata nafasi ya kujiunga na mashindano ya kitaifa ya wanafunzi wabunifu. Alikosa ada ya safari. Moses aliweka pesa mezani kimya kimya, si kama baba, kama mtu anayekutakia mema. Baraka alichukua pesa. Asante, alisema, hiyo inanitosha kwa sasa. Amina aliona yote. Usiku huo Alimtembelea Moses. Usipoendelea kwa uvumilivu, alimwambia, utapoteza kila kitu tena. Moses alitikisa kichwa, nitajifunza kusubiri. Siku ya mashindano ilipofika, Baraka alishinda. Kijiji kilishangilia. Amina alilia kwa furaha. Moses alisimama nyuma akipiga makofi kimya kimya. Baraka alimkaribia. Nilipata zawadi, nataka uitumie vizuri. Moses alishangaa. Kwa nini unipe? Kwa sababu Baraka alisema, hutakiwi kununua upendo, unapaswa kuujenga. Maneno hayo yalimgusa Moses kuliko chochote. Aligeuka kwa Amina, najua siwezi kurejesha miaka, lakini naomba nafasi ya kuwa sehemu ya leo. Amina alimwangalia kwa muda mrefu. Sitakurudia kama mpenzi, alisema kwa uwazi, lakini kama baba wa mtoto wangu, mlango haujafungua. Moses alipumua kwa mara ya kwanza bila mzigo. Miaka miwili baadaye, Embu ilikuwa nyumbani pa watu watatu waunganishwa na ukweli, si ndoto. Baraka alikuwa chuo kikuu, Amina alikuwa amefungua biashara kubwa zaidi. Moses alikuwa bado tajiri, lakini sasa alikuwa tajiri wa ndani pia. Walikaa chini ya mti wa mwembe uleule, ule. "Maisha yanachekesha," Baraka alisema, tulipotezana ili tujipate Moses alitabasamu ningependa ningejua mapema. Amina alikunywa chai yake. mapema au kuchelewa, kilicho muhimu ni kuchagua sawa unapopewa nafasi, Moses. Waliwatazama, hakukuwa na harusi, hakukuwa na drama ya mwisho. Kulikuwa na heshima, ukweli na amani. Na hapo ndipo alijua kuacha mwanamke mjamzito kwa sababu hakuwa na elimu lilikuwa kosa lake kubwa lakini kuwakibali kosa hilo lilibadili maisha yake yote.